Utapeli na tunatumia ushawishi mkubwa sana ambao ni ngumu kukwepa kama ufahamu mambo yafuatayo. Kwenye hii video, mnaweza kutazama utagundua vitu gani vinaashiria platform ni utapeli. Mimi naitwa Vinei na hii naitwa Vinei TV. Haya ndio mambo tunayofanya always. Kwa hiyo, wale wageni, subscribe, salama alama ya kengele, toka kuwa mtu wa kwanza kupata video zetu tunapoposti. Uh, gusa alama ya like, kama utuipenda video. Nitakupa vitu vitano ambavyo vitakusaidia kugundua platform kama ni utapeli au sio utapeli na sio kwamba hivi vitano vile vyote kwenye platform moja. Ukiona hata kimoja kwenye platform yoyote, ujue platform hiyo ni utapeli. Kitu cha kwanza ni history, inakuwa na history ya uongo. Platform yoyote ile ambayo ina, ina claim kutoa pesa alafu ukakuta kuna history fulani ipo pale kuhusu platform au kampuni, lakini history hiyo inakuhitaji utulie, alafu ufikirie vizuri, ili ugundue inamaanisha nini au inaelewekaje, kwa sababu lengo lao ni kukuchanganya. Ukiona History ya platform haielewa, usijiulize sana, usijione kwamba hujui kuelewa hiyo platform. Ndio wamefanya wana lengo la wao kutokuelewa history ya platform hiyo tu, ni utapeli pia. History inaweza inaanza baada ya platform kuanza, anamaanisha platform haijawahi kuwepo miezi mitano iliyopita, labda mwezi huu kwa mfano ndio imeanza, ndio umeanza kuisikia, lakini unaisikia unaambiwa ilikuwepo tangu miezi saba iliyopita, na wanapandikiza history za uongo. Platform imeanza leo, wanakupa history kwamba ilikuwepo tangu miezi saba iliyopita ili kukufanya wewe ujione kama umechelewa. Pia kuna kuwa hakuna history katika vyanzo vya kuaminika ukisearch Google platform hiyo ambayo ina claim kutoa pesa yoyote ile, mbeleni itakuja kutokea. Ukisearch Google hiyo platform, utagundua haina official website, haina yani, haipatikani kwenye Google. Zaidi utaona vitu vinavyofanana na hizo na hilo jina ulio research, una search Google huioni ya Instagram. Yani ni platform ambayo mpaka mtu akualike, haipo kwenye vyanzo vya kuaminika, hiyo ni kitu cha pili, ni sign in and sign up. Nikisema sign in and sign up namaanisha ukurasa wa kujiunga na kulogin. Ukurasa wa ku sign up au kulogin huwa unaombaga namba ya simu na email, lakini watu wa kitapeli hautaombwa kuverify namba yako ya simu au email yako na isho yote inahusisha pesa, mara nyingi kunakuwaga na ulinzi mkali wanataka uverify. Sometimes, kama Binance wanakwambia uverify mpaka picha vitambulisho nini na sio Binance tu Platform nyingi ambazo zinahusisha mambo ya pesa zinahitaji kujihakikishia lakini platform za utapeli zinaweza kuhusisha pesa, unaweka pesa nyingi sana kwenye platform. Lakini kwenye kujiunga hukuweka uliweka namba ya simu lakini hukuverify kama namba ya simu ni ya kweli, ukupata OTP code, ukupata verification email na platform zote ambazo zishawahi kupita za kiutapeli huwa haziombagi verification code. Japo zipo platform za kitapeli ambazo zinaomba verification code, bado ni za kitapeli. Lakini kumbuka nilichokwambia, sio mpaka uone dalili zote ndio ugundue platform ya utapeli. Ukiona hata moja ujue ni utapeli. Kwa hiyo inaweza ikawa inaomba verification code, lakini historia yake haieleweki na haipo, ujue ni utapeli. Inaweza ikawa ina historia nzuri, lakini haiombi verification code, hiyo ni utapeli. Kwa hiyo ukiona kimoja kati ya hivi ninavyovitaja vyote, ujue ni utapeli. Wanashawishi uwalike watu ili upate profit kubwa au ili ufike kiwango fulani na hata wasipokulazimisha labda na vitu kama hivyo au kukuambia direct, wanaweza kukushawishi kwa kuweka zawadi nono kwa atakaye alika watu. Unajua kuna kuna kuna makampuni na na platform nyingi zina kitu kinaitwa affiliate. Sasa affiliate ni tofauti na hii. Affiliate haimaanishi ni utapeli. Ukiambiwa alika watu ili upate pesa wewe unapata komishon, lakini hawa matapeli wenyewe wanatumia kitu kinaitwa multi level marketing. Multi level marketing ni kunakuwa na ngazi tatu za kualikana, ambapo wewe unamwalika mwenzako unapata faida ukimwalika, na huyu mwenzako akialika mwenzake unapata faida, na mwenzake pia atayalikwa unapata faida. Na lengo ni kufanya watu waalikane bila wahusika kuitangaza, sababu wakikualika watu watakufundisha namna ya kualika watu, pia watakufundisha na watakuambia uwafundishe namna ya kualika. Kwa hiyo platform itakuwa inaenda kwa staili hiyo. Kwa hiyo mtakuwa mnalikana, mnalikana, mnapata faida. Wahusika watakuwa hawahusiki kwenye kuitangaza, mtaitangaza wenyewe. Mtu yeyote ukiona ina kitu kinaitwa multi level marketing, wanakiita majina mengi, watasema network marketing. Hiyo sio network marketing, hiyo ni inaitwa multi level marketing, na ikiwepo kwenye platform inamaanisha imewekwa pyramid scheme ndani yake ambayo inaashiria hakuna pesa iliyopo ndani ya platform zaidi, nyie mnaojiunga ndo mtakaoleta pesa. Kwa hiyo ni utapeli wa hivyo, ambao unafanya wafaidike wachache waliwe wengi. Unagawa pesa kwa asilimia, haijalishi kitu gani kinafanyika ndani ya platform. Lengo la kugawa pesa kiasilimia kama investment, ni kukufanya uamini kuwa kadri utapoweka pesa nyingi basi utapata pesa nyingi. Ni asilimia unapewa pale kwamba bana, sisi haijalishi ndani ya platform unafanya nini kama unanunua kitu fulani, unajifanya kama sijui unafanya kazi fulani, lakini pesa humu utapewa kwa asilimia. Kwa hiyo kwa inamaanisha kadi unavyoweka ndivyo kadi unavyopata wataweka kiwango kikubwa cha asilimia ili kukupa utumaini la mafanikio ya haraka. Tukiangalia uwekezaji wowote wa halali, ni kwamba wanatoa asilimia chache sana kwa mwaka, yaani uwekezaji wote wa halali mara nyingi unakuwa ni kwa mwezi asilimia zake, au kwa mwaka, lakini nyingi tunajua ni kwa mwaka. Makampuni yote unafahamu makubwa hayaendeshwi na, na mtu mmoja, yanakuwa ni idea kubwa ambayo inaruhusu wawekezaji kuweka pesa, lakini wawekezaji watapata asilimia chache kidogo, na unapata sehemu ambayo unaweza ukaweka tu pesa alafu ikakuletea faida, inahitaji sana ujuzi, ufanya kazi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo watu wenye pesa wakipata sehemu ambayo inahitaji kuweka pesa ili kupata faida, yeye bila kufanya kitu Yawekeze huwa wanafanya hivyo, lakini vitu vingi mapato yake asilimia sio nyingi. Lakini hizi za kitapeli zinatoa asilimia kubwa sana, ambapo zinafanya watu wachanganyikiwe. Kiukweli tukiangalia bank, tukiangalia stock investment, asilimia kubwa wanazoweza kutoa inaweza kuwa mfano wa asilimia tano kwa mwaka, asilimia tatu kwa mwaka, asilimia nne kwa mwaka. Ukiona platform inatoa hata faida ya asilimia tano kwa siku inaweza kuwa ni utapeli, kwa sababu asilimia tano kwa siku kwa mwezi ni asilimia nyingi sana mwaka ni asilimia nyingi sana ambazo haiwezi kuwa kweli. Nikisema link inamaanisha domain. Domain zao zinaweza kuwa za bei rahisi sana kama vile .xyz inaweza kuwa .com, lakini ndani na namba namba, unajua unavyonunua domain. Kama kununua domain, kuna changamoto mbili, domain inavyokuwa fupi na ya kueleweka zaidi Bei, bei kubwa au inaweza isiwepo kabisa. Zinatumia majina fake, inaweza kajiita Amazon, sijui nini, inaweza kajiita sijui pesa nini, lakini haya majina ukienda kununua domain, unaweza kupata changamoto. Maybe uweke namba. Sometimes domain zao zinakuwa haziendani kabisa na, na, na jina la platform. Kwa mfano, platform inaitwa Yalambio, lakini ukiangalia link ina vitu vingi ambavyo havihusiani na, na, na jina la platform. Platform yote inadai kuwa inaweza inabadilisha maisha yako hizo domain. Yes, domain watu wanapojiunga ndipo wanaoleta faida, wakianza kuleta faida inaonekana platform ina pesa nyingi sana, yani zile pesa wanazojiunga wanazitumia kuwapa watu kununua vifaa fulani kufungua ofisi, na watu wanaona okay, ni platform ambayo ina hela platform imekuja kutoa msaada, imekuja kubadilisha maisha, lakini ukiangalia domain yao cha mwisho ni link. Lakini bonus, nakupa bonus, kitu kingine ambacho kitakufanya ugundue platform ni utapeli mtandaoni, ni kazi inayofanyika ndani ya platform huwa hai make sense kabisa. Platformu yote ambayo inakupatia pesa kihalali kwenye mtandao huwa inaeleweka kazi inayofanya na pesa zinapatikanaje, mfumo wake wa pesa unaeleweka kiurahisi, pesa inaenda wapi, inatoka wapi lakini sasa kwenye platform za kiutapeli maelezo yao huwa ni complicated sana. Utaambiwa unapata pesa kwa kutazama video, utaambiwa unapata pesa kwa kuklik kitu fulani, yaani vitu ambavyo havi make sense. Inabidi iwe ni exchange kama kawaida, exchange ya huduma na pesa, exchange ya bidhaa na pesa, exchange ya knowledge na pesa, bila kupata pesa za bure, kupata pesa za click apesa mm, hakunaga. So hii video nadhani itakusaidia angalau kugundua platform ya kiotapeli. Ukiona dalili moja kati ya hizi ndizotaja, ukiona hata moja kwenye platform kimbia sana. Thanks for watching. Kuna video naposti kesho mapema sana, kisha umegusa alama ya kengele ili uipate mapema sana.